Sote kwa pamoja tunakubaliana kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambayo kuna vikao vingi vya kheri ambavyo vinapatikana kupitia Africa TV2. Kuna moja kati ya kitu kizuri ambacho wewe mtazamaji kinakujia katika masiku yote ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nacho si kingine. Hapa tunazungumzia kipindi bora kabisa cha Qurani na Maisha. Kwa vile tunafahamu maisha yetu yote yapo ndani ya Qurani kuwa Quran na na ni namna gani tunatakiwa tuishi. Unafahamu kuwa siasa katika yeah. Qurani ina nafasi yake. Leo unaambiwa kwamba katika magonjwa yanayouwa sana duniani ni siasa. Qurani inazungumza vipi kuhusiana na kiongozi? Ni aina gani ya kiongozi ambayo unapaswa kumchagua? Hata Mwenyezi Mungu alipotoa tangazo la kuumbwa Adam, kuwambia malaika, aliwaambia inni jailu fil ardi khalifa. Hmm, lakini wewe mzazi unatambua haki zako kwa mtoto wako? Kwenye swala zima la riski, uislamu unatuambia kwa riski zetu zishaandikwa tangu tulipokuwa kwenye matumbo ya wazazi wetu, riski zimeshapangwa. Huu ni mwongozo unapewa wewe, unachotakiwa itafute hiyo iliyopangwa, itafute. Haya na mengineyo mengi, tutakwenda kupata majibu kupitia kipindi kizuri cha Qur'ani na maisha, kipindi ambacho kitakujia katika masiku yote ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nikiwa muulizaji maswali ama mtangazaji, nitakuwa pamoja na Sheikh Muharram Mwaita katika kuhakikisha anakupa kilichokuwa bora. Hakikisha unafuatilia kipindi cha Qur'ani na maisha katika masiku yote 30, hapa Afrika TV2. Afrika TV2, mwongozo wa maisha, mithalia Qur'ani, Mungu.